Watu wengi, huu ni rais wa shirikisho wa mpira uh, wa mpira wa miguu Tanzania, rais Karia. Moja ya kitu ambacho pia kimezuka ni mara baada ya kuanza kusambaa kwa takwimu zake, mafanikio yake toka alipokuwepo katika E, katika uongozi huu wa kuwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kila mmoja amezungumza la kwake. Wapo ambao wanaamini kwamba hana mafanikio yoyote ambayo amesababisha, lakini wengine wanaamini kwa ukuba, e, kuna kitu ambacho amekiongeza mara baada ya kuwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Umeona mambo yako hivyo, lakini pia kwa upande wa naibu waziri wa habari Tanzania, mheshimiwa e, Mwanafa ameweza kuweka wazi kwamba mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Wales Karia amefanya makubwa kwenye mpira wa Tanzania, mafanikio mengi yameonekana kwa kiasi kikubwa, na hivyo anatakiwa, eh, kupongezwa kwa hiki kikubwa ambacho ameweza kukifanya. Kitu ambacho kimezua maswali mengi, kama serikali inaonekana ipo upande wa Karia, huko upande wa pili wa vilabu, kuna timu tunazungumzia Young Africa, wanaonekana so wanaonekana kutokuwa na imani na yeye, kutokana na kauli zake ambazo alizizungumza. Nini hasa kitenda kutokea kwa ile sakata ambalo limechukua muda mrefu sasa, tukizungumza kuanzia Tarehe, e, kuanzia tarehe ishirini na moja hadi hivi sasa, maswali yamekuwa mengi zaidi. Tuambie maoni yako e, na wewe kutokana na hili ambalo umezungumza naibu waziri mwana FA, e, na mengi zaidi ambayo yanaendelea. Tuambie maoni yako, lakini kubwa zaidi tu usiche kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa uharaka zaidi.